Ndugu mgeni rasmi, viongozi wote mliopo, mashirika binafsi, viongozi na watumishi wa hospitali ya taifa ya afya ya akili Mirembe, wana wanahabari, wageni walikwa, mabibi na mabwana, mwezi Mei ni mwezi wa upashanaji wa habari kuhusu afya ya akili mental health awareness month. Mwezi huu ulianza kuadhimishwa rasmi mwaka 1949 na chama cha kitaifa cha afya ya akili cha bara la Amerika ili kuongeza uelewa na wa umma kuhusu masuala ya afya ya akili na kuboresha uelewa na upatikanaji wa huduma za afya ya akili katika bara la Amerika. Chanzo cha kuanzisha mwezi wa upatikanaji wa habari kuhusu afya ya akili ni raia mmoja kutoka nchini Marekani aliyeitwa Clifford Beers. Clifford Beers alipitia changamoto nyingi za afya ya akili kati ya mwaka 1900 mpaka mwaka 1908, kutokana na athari za vita vya kwanza vya dunia. Baada ya kuona namna ambavyo Amerika haikuwa inajali kuhusu matibabu ya afya ya akili kama ilivyo kwa matibabu ya mwili, mnamo mwaka 1908 aliamua kuanzisha kugumgula mageuzi ya kutetea huduma za afya ya akili kupitia chapisho lake maarufu iliyoitwa akili iliyojipata ilioji, a mind that found itself. bukubuku la mageuzi ya ndugu Clifford zilizaa matunda makubwa, ikiwa ni pamoja na kutungwa kwa sheria ya afya akili Mental Health Act ya 1947 na kuanzishwa kwa taasisi ya taifa ya afya akili nchini Marekani mwaka 1947. Mnamo mwaka 199 Amerika ilianza rasmi utaratibu wa kutenga mwezi Mei kama mwezi wa upashanaji habari kuhusu masuala ya afya ya akili. Bara la Amerika hutumia uh, mwezi huu kimkakati katika kukuza afya ya akili na kupunguza unyanyapaa kwa kuendesha kampeni mbalimbali zinazolenga kujenga uelewa wa masuala ya afya ya akili kupitia vyombo vya habari na maonyesho na filamu. Jitihada tafiti zilizoonyeshwa na ndugu Clifford zinathibitisha kauli mbiu yetu nyingine, na kauli mbiu yetu hii, afya ya akili inaanza na mimi. Naomba wote tuseme afya ya akili inaanza na mimi na, na, na kwa kuonesha kwamba mtu mmoja mmoja anaweza kuchagiza mabadiliko ya kisera, kanuni na mifumo ya nchi kuhusu afya ya akili. Ndugu viongozi, wageni waalikwa na waandishi habari nchi yetu inaungana na dunia nzima kuhamasisha ustawi wa afya akili kwa jitihada mbalimbali ambazo zinaendelea kufanywa na serikali kupitia wizara ya afya. Sisi hospitali yenye dhamana kuu ya kushughulikia masuala ya afya akili nchini, kwenye tafiti zetu na uzoefu, tumegundua na tumejiridhisha na mambo matatu makubwa yaliyochangia msukumo wa kuanzisha kampeni hii kama ifuatavyo. Jambo la kwanza Watanzania wengi hawawezi kutofautisha kabisa kati ya afya akili, changamoto za afya akili na magonjwa yake. Na tumekuwa tukiwasikia wataalamu, waandishi wa habari, wanajamii na hata baadhi ya viongozi wakielezea afya ya akili kama ndio changamoto au ugonjwa wenyewe bila kujua kwamba afya akili maanake ni ustawi au utimamu wa fikra, hisia, tabia na mwenendo wa mtu na siyo changamoto au ugonjwa kama inavyodhaniwa na wanajamii katika makundi yaliyotajwa. Hali hiyo imeendelea kujenga dhana potofu kwenye jamii yetu kwa ujumla na kusababisha madhara makubwa na endelevu katika mazingira yoyote ya kijamii. Namba mbili, wananchi wengi hawatambui hatua sahihi za kuchukua ili kupata msaada pindi wanapopatwa na changamoto za kawaida za afya ya akili kama vile msongo wa kawaida au msongo wa mawazo au wasiwasi waliopitiliza. Hali hiyo huchangia wananchi kukosa msaada wa kutatua changamoto hizo na kupelekea au kuongeza hatari ya kupatwa na magonjwa ya akili mbele. Na hali hii hata hivyo ni tofauti kabisa kwa mbali, na uelewa kuhusu magonjwa ya mwili ambayo mazingira ya huduma nawezeshi na hatua sahihi za kupata msaada zinajulikana. Namba tatu, kuna unyanyapaa mkubwa wa kijamii. Unyanyapaa huu unaelekezwa kwa huduma za afya ya akili, watoa huduma za afya ya akili, mifumo inayoratibu au taasisi zinazohusika na huduma za afya ya akili, wataalamu na taaluma ya afya ya akili, watoa huduma katika eneo la afya ya akili, wenye changamoto na magonjwa ya akili na njia mojawapo ya kupambana na unyanyapaa huu ni kupitia uhamasishaji na kupashana habari kupitia kampeni ya Afya ya Akili ni Afya. Ndugu viongozi, wageni waalikwa na waandishi wa habari, sababu hizi na zingine zinatufanya kuona iko haja ya kuwa na kampeni ya kitaifa ambayo tumeita Afya ya Akili ni Afya, yenye kauli mbiu inayosema Jikubali, Jijali. Kampeni hii inatarajiwa kufanyika kwa kipindi cha miaka mitatu na itahitimishwa mwaka itahitimishwa mwaka elfu mbili ishirini na saba hadi ambapo hospitali itakuwa inatimiza miaka mia moja tangu kuanzishwa kwake, na tunatarajia kuifanya mikoa yote ya Tanzania kwa awamu tatu. Awamu hii ya kwanza mwaka huu 2025, hii inahusisha mikoa ya Iringa, Singida, Morogoro, Manyara na Dodoma na kampeni ijayo ni ya mkoa wa Iringa. Tunaanza tarehe tisa mpaka kumi na mbili. Kwa hiyo wale ambao tutafanikiwa kufika, tunawalika. Tuna lengo la kampeni hii ni kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kulinda, kukuza na kutunza afya ya akili, pamoja na kupunguza unyanyapaa unaohusiana na afya ya akili kwenye jamii, kwa kufanya shughuli mbalimbali kama vile kambi za matibabu ya afya ya akili na msaada wa saikolojia, mafunzo kwa watoa huduma za afya washa mbalimbali kuhusu mbali, masuala ya afya ya akili pamoja na tafiti za kijamii kuhusu uelewa uelewa wa afya ili kufikia jamii kwa ukubwa katika mikoa yote Tanzania kama tulivyopanga. Hospitali pekee yake haiwezi, na ninatoa wito asas kwa asasi za kijamii zinazohusiana na afya ya akili na zinazohusu afya kwa ujumla, mashirika ya serikali, ya serikali na yasiyo ya serikali kuungana na sisi kwenye kampeni hii kwa kuandaa programu mbalimbali za kijamii zinazolenga kukuza uelewa masuala ya afya ya akili au kufadhili kazi hizi kama sehemu ya kutangaza biashara zao kwenye jamii. Napenda kutoa wito kwa vyombo vya habari, katika mwezi huu wa upashanaji habari kuhusu masuala ya afya ya akili, kuandaa vipindi mbalimbali, makala na filamu zinazolenga kuelimisha jamii kuhusu masuala ya afya ya akili na kujitenga na mambo ya mizaha na dhihaka yanayohusu afya ya akili. Naomba kwa Napenda kutoa wito kwa vyombo vya habari katika mwezi huu wa upashanaji wa habari, kuhusu masuala ya afya ya akili, kuandaa vipindi mbalimbali, makala, filamu na na hatua zingine zinazoweza kuwezesha jamii kupata elimu hii kuhusu masuala ya afya ya akili, na kujitenga na mambo ya mizaha na dhihaka yanayohusu afya ya akili. Natoa wito pia kwa wadau wa Kiswahili wakiongozwa na Baraza la Kiswahili nchini BAKITA kuyaondoa kabisa kwenye kamusi zetu maneno yanayochagiza unyanyapaa dhidi ya changamoto na ugonjwa wa akili kwenye kwenye kwenye jamii yetu. Kwa mfano maneno kama yafuatayo na najua tunayatumia mara kwa mara sisi katika katika maeneo yetu yote, mfano chizi, kichaa, mwehu, mchana, mwenda wazimu mwehu tahira. Nafikiri tunafahamu kwamba tunayatumia mara kwa mara katika katika matendo yetu na mengine yanayofanana na hayo. Badala yake tuzoee kutumia maneno mengine ya saha ambayo sisi upande wa afya ya akili tutakuwa tayari kushirikiana na na Baraza la Taifa la Kiswahili na wadau wengine. Kwa mfano, tutasema changamoto za afya ya akili mchazati, au tutasema ugonjwa wa akili ni uwazi na maneno mengine ambayo yanatoa yanakuwa, uh, an, haya, haya, hayana unyanyapaa wa moja kwa moja mwingine. Kwa hiyo uh, eneo hili, ndugu ndugu wanahabari na wadau wa kijamii, naomba tukitilie mkazo, na njia mojawapo ni ku sisi wenyewe, sisi wenyewe ambao tuko leo hapa na kokote tutakao kuwepo kuhakikisha kwamba tunatoa elimu ya ya msingi kuhusu madhara ya maneno na maradhi na ikiwepo sisi wenyewe kutokuyatumia kabisa. Asanteni kwa kunisikiliza.